Do you know Manchester United this season pekee yake wamekuwa na makocha watatu? Season moja three coaches. Imagine. Ah, pana. Ah, ah, true. Sasa wao wana wanakiua kile kikosi kikosi. Eh, walifuta wa kwanza akachukua interim, interim akakuja akafutwa, wakaandika mwingine ambaye ndio kocha wa sahihi, eh, Ruben Amorim. Sa sababu ya kufuta wa kocha zingine ni performance contract. Ala? Hawa performu watu wanapigwa pigwa. <laughs> Now, this is what Manchester needs to do. Mm. Wewe ili kama kocha sasa. Eh, mimi kama kama kama kama Marwa. Mm. Ili wa perform. Mm. Wana, wanafaa kusafisha kile kikon, kikosi chao, cha players. Wachezaji karibuni wachezaji karibu 14 wote, yeah. Waende. Waende home ama waende. Wafukuzwe. Waende wapi? Wakifukuzwa wao ataenda kula nini? No, um, kocha anafaa kupewa time na pesa, anunua wachezaji wake wenye anaamini. Because this is the season ambayo Manchester United wameperform vibaya sana. Vibaya sana. Vibaya sana. Nita ah, sawa, nimesikia ni vibaya eh, kama vile wewe una perform. Ah, mimi niko sawa. Kuna ah, baadhi ah, ya ah, wachezaji eh, katika kikosi cha Manchester wako out on loan sahi. mm -hmm. Hawa wanafaa kuuzwa wote. Rashford ako on loan, Sancho ako on loan, Malacia ako on loan eh, Antony ako on loan. hao ni wachezaji wanne. mm -hmm. wanaweza pia Manchester United pesa. Kuna wachezaji ambao contract yao imeisha jana, waliweza kukuwa released Eriksen, Eva, eh, Evans na Lindelof. Okay. Hawa walikuwa released officially jana kwa hivyo wametoka kwenye contract umenielewa? mm -hmm. so 4 plus 3 7. Kuna wachezaji ambao hawa perform, wameuza Manchester United. Kuna Hojland, ni mshambuliaji bure kabisa. Kuna Onana, ananizidi weight a goalkeeper mwenye kana 110 kg ataruka aje <laughs> kuna watu, kuna watu wait zao ziko kwenye wapi eh, wapi Onana 110 kgs, goalkeeper. <laughs> Alafu ni mbilikimo mfupi hivi haizi dive, haizi saidia, haizi okoa huyu anafaa kuenda. Kuna Casemiro eh, Casemiro age na magoti imechoka, anafaa kuishia. Bayindir goalkeeper hapa form. Alafu kuna Luke Shaw, Luke Shaw has been there over and over again ametoka injury juzi mzito kuliko uh, anaitwaje DJ wetu? Kapuchino ka, Luke Shaw ameshinda kapuchino kwa wit huyu anafaa kuenda. Alafu kuna sasa wale wachezaji ambao ni wazuri lakini mm. Manchester inafaa kuwatumia kupata pesa. Umeelewa? Mchezaji kama Garnacho young mm. very mm. talented lakini kichwa kigumu kama chabibi. Alafu yuko Harry Maguire mchezaji mzuri zaidi mm. e, anafaa kuenda kichwa kigumu kama cha bibi. Alafu pia yupo captain Bruno Fernandes mm. Waarabu wanamtaka with more than 150 million pounds. Uza, chukua pesa, rekruit wachezaji wadogo. That's the only thing itasaidia Manchester United next season, Mabu.